CNN, Kenya macho ya serikali kijana ya hapa Kitengela kwa bunge la mwananchi. Leo ni siku kubwa na ni siku ya historia. Tumekuwa kwenye hili bunge, tumepika siasa miaka mingi, na wakati mwingine tunachukua nafasi kuelimisha wenzetu, lakini wanatupuuza e. Siasa kwanza usiiweke kwa roho, nduku yangu Panyako, pole e, sometimes inakwanga hivyo e, pole sana. Nimeona Panyako akalia kwa uchungu sana, karibu analaani watoto. Nikasema ni siasa, ndugu yangu, usiige kwa roho. Namba mbili, msipike siasa ya kufanya wa Kenya waanze kuamini nyinyi ni wakora. Unajua mistake ya opposition yenye walifanya walianza kumuleta Malala na kuact vipindi kwenye movement yao hii ya watoto, hii mambo ya watoto yenye ilifanyika hapa Nakuru Hizo ndo watu walianza kuona nyinyi mnatengeneza vipindi. Leo mtu akiumia pale tunaamini ni vipindi. Yes, mimi mimi naona ni piara tu wanatengeneza kutafuta simba. Mimi jana juzi nimeongea hapa nikaambia Waluya siasa ni interest. Wale watu wa Malava, huyu mwenye alikufa aliwaacha alikuwa kwa serikali kwa UDA, mlikuwa na serikali na ajenda kani ya kubadilisha uongozi uende kwa hiyo chama hiyo ingine lakini vijana wengi wenye waelewi siasa wakaongea mambo mengi. Kura inaendelea kuhesabika. Mturi ameshikana na kijana ya barabara to anaonekana mangumi, na nilikuwa namwambia namwambia, itafika mahali uone hali ya rizi ya kiraun eh. Mturi ameshika kijana hiyo, imeonekana mzee, imeonekana kuna information jenga habu amesema neno ya Mutuli. Jamaa alikuja kama wasimu, kama kuja kumugonga chiati, alienda. So, yeah. Eh, mweshimiwa, inakwanga moja inakwanga moja, utakuja uongee utakuja uongee. Uh, asante sana mbunge mwenzangu. Unajua leo tunaongea leo hata tuko kwa two term na one term. Ukiangalia ujamaa inasemekana ya kwamba alikuja na vazi la UDA. Na katika sheria unajua sisi wa Kenya kitu ambayo inatuhangaisha sisi, hatujasoma katiba. Hawezi kuja na shati ya UDA kwa upale pale uchaguzi unapigiwa. Na ni kitu ambayo iko halali kwa uchaguzi. Ni, ni wakati wangu nani kasola, utakuja uongee. Mturi amepikana na jamaa mwenye ako civilian kama mimi. Alikuwa ametoka kupika kura. Sijui akajibishana aje akamwambia wewe ulifutwa kazi. Mturi akakasirika akamshika tai. Na sisi tulikuwa tunaambia Mturi tengeneza sera na ajenda uhusia watu wa Mbeere. Watu wa Mbeere wanataka kujua barabara ya Mbeere itajengwa lini. Watu wa Mbeere wanataka kujua shule sita, sita, sitajengwa vipi. Dezemzem wato ingo. Kwa hivyo ndugu zangu wa Western, mimi kwanza nawatolea kofia kwa kutuondolea aibu, kwa kuturudishia heshima. Natembea na nilisema huyo ni broka ambaye amechukua pesa ya Uhuru Kenyatta anataka kukawa kura ya Western. Na ametekwa ame, ame, ame, unasikianga baba wa Roma. Baba wa Roma wa Roma huyo ni mafia, amepikwa stopa. Panyako analia na hiyo hiyo si mambo ya kusema ati labda na wewe ukiona kifua yako ni kidogo, ingia kwa kanisa uombe. Wachana mambo ya nini ya siasa, namba tu awezi. Ukasema serikali yenye inalipa askari mwenye anaendesha hiyo uchakuzi inalipa IBC, ati toe kunzi Nairobi, waende waibe kura huko? Wewe ulisikia wapi ati ati, ati, ati, ati, sijui Ruto amehaya makunzi waende waribu kura ama waibe kura pale chini. Hizo ni PR za huyu kijana Malala, na Malala niliambia mheshimiwa unn, wamtende wamtende wamtende wamtende, mheshimiwa pick up umepika siasa safi Profesa amekuja amekambeni pila juki. Watu wa Mbeere kama mtachagua wa mtende, sisi tunamuunga mkono. Watu wa Malava kama mmeturudishia UDA hiyo, tunawapika tunawapea pick up. Watu wa Makarini kama mmerudisha ODM ni sawa. Hii ni bunge la mwananchi. Wewe kama unaona kifua yako ni kidogo, my friend. Nashukuru sana speaker kwa hiyo time, na ningependa kuambia tukue imara. Usikubali kutumika. Hata sisi hapa Kitengela. Kuna one term, two term. Wakiwa na zera na ajenda yao wapewe platform kama hii watuambie. Lakini kama ni propaganda tukutane kwa te. Na 2027 mwenye hataki kusikia story na Singapore, eh, aishie Tanzania ama Uganda. Sisi tunaenda Singapore. 2027 ni ndege ya Singapore ishawekwa mafuta. Wewe kama hutaki kusikia maneno ya Singapore, wewe hama Kenya. Hiyo ni demokrasi. Kama unaona ni ngumu, wewe ndani hataki kuona maisha ya Singapore. Mimi mtoto ya pili naenda kuzalia kwa balcony. Yes. Mtoto ya pili naenda kupewa nyumba 50 floor, ninazalia kwa balcony. Yes. Maisha ni Singapore. Yani, kama hutaki kusikia Singapore, ahamia Burundi. Asante sana Mr. Speaker. Wananchi, maintain peace na watu ya tuta mninyi, one time ni mabeshte zetu tuendelee kuwa pamoja. Yeah. Oh, wakizi, wakizi akasema atakuwa rais. Umeona penye wakizi, a aa siasa my friend ya Kenya. Hey. Maraka, Maraka akaanza kusema yeye ndo Maraka umemsikia mali na hiyo, uh -huh. Ndio, testing mic, testing. thank you, thank you. uh -huh. <laughs>